Tujifunze kuhusu nazi na faida zake. Na nazi tutazungumzia ni ile coconut meat ama ile nyamanyama yenyewe ya nazi, tutazungumzia coconut water, ambapo tutahusisha zaidi madafu, lakini pia tutazungumzia coconut oil. Napozungumzia coconut oil ama mafuta ya nazi, nazungumzia virgin oil. Virgin oil, mafuta ambayo yametengenezwa bila kuchemsha nazi hiyo ndo virgin oil. Unaponda zile nyamanyama zako za nazi, then unazihifadhi somewhere, then yale mafuta yatakuwa yanajitengeneza over time, hiyo ndo virgin oil. Tofauti na hapo hakuna mafuta mengine ambayo yatakupa hizi faida utakazozisema tofauti na virgin oil. Kwa hiyo jitahidi upate virgin oil kwa kutengeneza mwenyewe ama tafuta virgin oil product. So tuanze na faida zetu. Uh, nazi unaweza ukawa unaichukulia kimasihala sana lakini ndani ya nazi kuna kemikali nyingi sana ambazo zinaweza zikakusaidia kupambana matatizo ya fungus, matatizo ya bakteria, matatizo ya virus. Na miongoni mwa changamoto ambazo unaweza ukapambana nazo kwa kutumia nazi ni matatizo, uh, cold and flu, mafua, zile changamoto za mafua kwa sababu kemikali zilizomo ndani ya nazi zimeonyesha kuwa na ufanisi mkubwa sana kwa huyu kiumbe anaitwa influenza. Yupo bakteria mwenye hili jina na yupo virusi ama kirusi mwenye hili jina. Coconut ama nazi ina uwezo mkubwa sana wa kukabiliana na huyu bwana na kumwangamiza kabisa, na huyu bwana anahusika moja kwa moja na changamoto mbalimbali za mafua na kikohozi. Kwa hivyo matumizi ya nazi yanakukinga na hii changamoto ama kukutibia kabisa na hii changamoto ya cold and flu. Kama wewe ni mtu ambaye unaugua sana matatizo ya kikohozi na mafua, basi matumizi ya nazi ni muhimu sana. Lakini kama una changamoto tayari unayo haya mafua na nazi, basi ongeza uh, nazi kama sehemu ya tiba zako, itakusaidia sana na unaweza ukatumia maji ya nazi coconut, oh, coconut water kama vile madafu ama ukatafuna ile coconut meat, ama ukapata virgin oil. virgin oil oil unainywa, ikiwa hivyo hivyo, usipike wala usichemshia. Unachota kijiko kimoja cha virgin oil then unakunywa, au vijiko viwili hadi vitatu, ndio utapata hizi faida. Na kwa watoto wadogo, nadhani moja kati ya mafuta ambayo yanapendekezwa sana kwa watoto wadogo ni mafuta ya nazi, na sababu kubwa ni hiyo, uwezo wake wa kupambana na changamoto mbalimbali za vimelea wa magonjwa wa nje na ndani ya mwili. Uh, faida nyingine uh, coconut oil ama ile virgin oil inayotoka kwenye nazi inaweza ikasaidia kupambana matatizo ya minyoo intestinal worm um, minyoo kama minyoo hasa kwa watoto. Ndio maana kwa watoto mafuta ya nazi ni muhimu sana, na si tu kila mafuta ya nazi bali virgin coconut, kama unaweza kuitengeneza mwenyewe utaitengeneza, kama uwezi basi inunue eh. kuna product kadhaa ambazo zinajitangaza kwamba ni virgin oil, basi ipate hiyo kwa ajili ya mtoto wako. Na kwa watoto wadogo bahati nzuri ni kwamba anaweza akatumia coconut oil external na internal, yani anaweza hata akanywa yale mafuta ya coconut oil ambayo ni virgin bila changamoto yoyote, lakini pia uh, Coconut water ama madafu ni miongoni mwa electrolyte nzuri sana katika mlo. Nikisema electrolyte with reference to human human body ama human health, ni kwamba kitu chote kinachoitwa electrolyte manake kina composition, kina kemikali ama ama ile mineral madini joto ndani yake, ambayo yanafanana sana na yale madini joto yanayopatikana kwenye damu yako. Kwa hivyo electrolyte ni sehemu ya damu. Kwa hivyo madafu yana vitu ambavyo ama madini joto ambayo ni sawa kabisa na yale yanayopatikana kwenye damu yako. Na moja kati ya madini joto ambayo yanapatikana kwa wingi sana ni potassium na magnesium. Haya madini ni muhimu sana katika mwili wako. Na kwa sababu hiyo sasa matumizi ya madafu mara kwa mara ni muhimu sana kwa watu wenye high blood pressure, kwa watu wenye matatizo ya shinikizo kubwa la damu, matumizi ya coconut water ama madafu ni muhimu na yana faida ya moja kwa moja katika kukupunguzia zile changamoto za shinikizo kubwa la damu kwa sababu yana kiwango kikubwa cha potassium. Potassium inasaidia kupunguza shinikizo kubwa la damu. Lakini pia kwa sababu yana kiwango kikubwa cha magnesium hii, uh, madafu basi yanakusaidia pia kupata changamoto za usingizi. Kama unapata changamoto ile ya insomnia, kukosa usingizi, matumizi ya madafu kila siku jioni yanaweza yakakusaidia sana kupata usingizi mororo, yakakupa dozi nzuri sana ya magnesium ambayo itakusaidia katika kupata usingizi mororo. Lakini pia magnesium ni moja kati ya madini joto ya, ya kipekee sana, yana zaidi ya kazi elfu moja ndani ya mwili wako. Kwa hivyo matumizi ya coconut water yatakupa faida ambazo nyingine hata ambazo hujawahi kuzifikia magnesium pia ina control hadi DNA yako ile vinasaba vyako DNA inakuwa controlled ama inakuwa influenced na magnesium. Kwa hivyo matumizi ya vyakula vyenye magnesium ni muhimu sana hata kwa muonekano wako na vizazi vyako pia, watu gani utakaowatoa watoto wako, generation zako zinakuwa affected na kiwango chako cha magnesium leo. Kwa ni vizuri kukipata vye katika kiwango chake ambacho kinatakiwa mwilini na ukipate katika vyanzo ambavyo ni natural, inakuwa ni the best zaidi. Lakini pia coconut water ina calcium kwa kiwango kikubwa sana. Hii calcium ni nzuri kwa afya ya mifupa na meno. Kwa wanawake calcium ni bora zaidi, kwa sababu wana changamoto kubwa ya tatizo inaitwa osteoporosis, kuharibika aa, kwa ama ku kupotea kwa ujazo wa mifupa aa, ya, ya mwili Hili jambo la kupotea ama kupungua kwa ujazo wa mifupa mwilini kwa wanawake lina athari nyingi sana ikiwemo ni moja kati ya sababu za moja kwa moja zinazoathiri afya ya uzazi ya mwanamke. Kwa hivyo, matumizi ya vyakula vyenye calcium ikiwemo coconut water ama madafu mara kwa mara yana msaada mkubwa sana kwa mwanamke kuimarisha afya yake ya mifupa na afya ya uzazi na afya ya mwili kwa ujumla lakini pia uh, coconut water ama mafuta ya nazi yanasaidia kufyonzwa kwa hizi kimi kwa haya madini joto ya calcium pamoja na magnesium. Kwa hivyo kama utatumia labda, uh, karanga ama almond kama au mbegu za maboga uh, ambazo zimejaa madini joto alafu ukatumia na nazi, aidha maji ya nazi au mafuta ya nazi ambayo ni virgin, basi vikikutana pale tumboni, haya mafuta ama hii ama, ama, ama, madafu yatasaidia yale madini joto ambayo umeyapata kutoka kwenye vyakula vingine kufyonzwa kwa ufanisi zaidi. Kwa unapotumia vyakula vyenye mbegu mbegu nyingi uh, ambavyo ni chanzo kikubwa cha madini joto, basi jitahidi kutumia nanazi, aidha mafuta ama madafu. Utakuwa unaongeza absorption ama ufyonzwaji wa yale madini ambayo umeaumeintendi um, um, kuyapata kupitia vyakula vingine, na hiyo itakusaidia sana kupata kiwango sahihi cha haya madini joto. Kwa maana kwa lugha rahisi ni kwamba coconut inasaidia kufyonzwa kwa baadhi ya madini joto mwilini. Kwa hivyo ni kitu ambacho unatakiwa huwa unakitumia mara kwa mara, lakini pia kama tulivyosema, inasaidia kupunguza pressure ya damu kwa sababu uh, ina hiyo potassium kwa kiwango kikubwa. Vile vile inasaidia kupungua kwa matumizi ya mara kwa mara ya, ya, ya nazi ama madafu yanaweza kakusaidia kupunguza mafuta mabaya mwilini. Inaweza ikakusaidia kupunguza uh, cholesterol mwilini inaweza ikakusaidia kupunguza uzito, lakini pia inaweza ikawa na msaada mkubwa sana katika kupambana na changamoto ya sukari nyingi mwilini. Lakini vile vile, kama tunavyofahamu, hizi kemikali na haya mafuta ndani ya coconut ama nazi ni mazuri sana kwa afya na ustawi wa ngozi yako. Mafuta ya nazi ni muhimu sana kwa ustawi wa ngozi yako pamoja na nywele zako na kutokana na ile kiwango chake cha hivi hizi viambata ama kemikali ambazo zinaweza zikaangamiza zika hadi vimelea kama vile virusi uh, kama vile bakteria fungus na minyoo. Ndio maana ni pendekezo nambari moja ya mafuta yanayotakiwa kutumiwa na watoto. Sio tu kwamba yatasaidia kuimarisha ngozi na muonekano wa mtoto, bali yatampa ulinzi pia dhidi ya changamoto za maambukizi mbalimbali. Kama aa unavyofahamu, watoto wako very prone kwenye Uh, maambukizi kwa sababu mifumo yao ya kinga inakuwa iko dhaifu. Lakini kitu kingine ambayo ni very interesting about uh, coconut ama nazi ni kwamba ina ile immuno uh, stimulant effect, inasaidia kinga ya mwili kuimarika na kuwa imara zaidi, inakuwa very strong. Kwa hivyo mtoto anayepata dozi ya coconut oil, ile virgin coconut oil kwa kupaka basi ni bora zaidi na anaimarika kiafya zaidi kuliko mtoto ambaye hatumii mafuta ya nazi. So kama una mtoto ama ni wewe mwenyewe mtu mzima, bila kujali ha harufu ile ya nazi, maana watu wengine wanakuwa wako boa na ile harufu. Watu wanapenda kunukia, lakini vitu vinavyonukia vinakuwa vimekuwa packed na sumu nyingi sana. Hivi vitu vya asili kama nazi virgin oil inakuwa na harufu fulani kali, ambayo watu wengine wanaweza wasipende sana, lakini sasa hapo ndio kwenye uzuri wenyewe. Hauna namna, lazima utumie, kama kweli unajipenda. Usione aibu kwa kwamba unanukia uh, nini mafuta ya nazi, sababu saizi mtu akisikia tu unanukia mafuta ya nazi, moja ya idea kubwa ni kwamba tayari una mtoto kama ni binti au tayari ana mtoto au hivyo, lakini ni product ambayo iko dedicated sana kwa watoto kulingana na hizo faida zake kubwa ambazo tumezisema, kwa sababu zinaonekana kuwa ni bora zaidi. Oo uh, guys, hiyo ndio nazi ama coconut. angalia coconut water, tumeangalia coconut oil, lakini tumeangalia pia coconut meat. Na uzuri wa nazi ni kwamba mfano madafu unaweza ukatumia mawili hadi matatu kila siku, sio mbaya. Mafuta ya nazi unaweza ukatumia hadi vijiko vitatu hadi vinne kwa siku kama kinga ya kawaida. Kitu cha kuzingatia ni kwamba tumia virgin oil, usitumie mafuta ambayo yamepikwa ama yamekaangwa. Kuna njia fulani ya kutengeneza mafuta ya nazi, mtu anaisaga ile nazi anaikuna vizuri, alafu akishapata ule nani yake anachemsha, anakaanga, inakuwa inatoa mafuta. Hiyo sio njia sahihi, kwa sababu unachotengeneza sio virgin oil, unatengeneza kitu ambacho ni kibaya zaidi kwa afya. Kuna vitu unatengeneza mle a, unafanya oxidation ya haya mafuta ambayo ni salama. Ukishafanya oxidation unatengeneza vitu vya ajabu sana ambavyo vikiingia mwilini havina msaada wowote. Kwa hivyo, ili ufanikiwe na faida za coconut lazima utumie virgin oil. Na kama unatumia coconut alafu hupati matokeo ama inakuwa inakuumiza, maana kuna tunyoro analamika, mimi natumia mafuta nazi lakini naona kama nywele zangu kama zinatengeneza uchafu, sijui inakuwa nawashwa, na fanya nini, panaki hautumii virgin oil unatumia mafuta ambayo sio pure ya nazi. Unachotaka kufanya ni kushifti kutoka kwenye hayo mafuta unayotumia ambayo sio mazuri ya nazi kwenda kwenye mafuta ambayo ni ya nazi pure. Mafuta mengine yanayoitwa ya, ya nazi lakini sio virgin yanaweza kama mazuri kwa sababu yanaongezewa baadhi ya vitu kama vile vitamini E na vitu, vitu vinginevyo, lakini yanakuwa packed pia na vitu ambavyo ni unnecessary kwa ajili ya kuimarisha uhai wake kama vile preservatives kama benzoid benzoic acid si, na kemikali nyinginezo ambazo kimsingi mwilini mwako hazina faida yoyote. Ndio maana tashauri tumia coconut virgin oil. Mpaka hapo ni mwisho wa somo letu kuhusu nazi na produkti zake. Paka paka kitu kingine. Bye bye.